Bado tupo kwenye msimu wa maembe na sio vibaya tukiendelea kula ice cream za maembe. Karibu Lily Anapika. Ili kutengeneza ice cream hii kwa ajili ya familia nyumbani, weka maziwa kwenye sufuria, alafu utaweka maziwa ya unga, utaweka custard powder ambayo kopo lake liko hivi. Hii inapatikana kwenye maduka au supermarket, hata kwenye masoko pia utaipata. Kisha utaweka sukari, alafu baada ya hapo kabla hujawasha jiko koroge kwanza hivi viweka, uta Uh, washa jiko weka moto mdogo, alafu utachukua corn flour utaichanganya na maji kidogo tu, alafu na wenyewe utaiweka. Pika huo mchanganyiko kwa moto mdogo, huku ukiendelea kukoroga mpaka itakapochemka. Ikisha chemka, zima jiko, epua na acha ipoe. Ikisha poa kabisa Iweke kwenye blender alafu utakatakata embe na lenye utaweka kwenye blender na uta blend pamoja huu mchanganyiko kwa dakika mbili hadi tatu au mpaka pale unapotaona kwamba maembe yote yamesagika vizuri ndani ya huu mchanganyiko. Weka ice cream yako kwenye chombo ambacho utakuwa umekwishaandaa na utaweka hii ice cream yako kwenye freezer mpaka pale ambapo itakapokuwa imeganda vizuri, mara nyingi ni masaa nane hadi kumi na mbili. Baada ya hapo, toa ice cream yako na anza kuwawekea familia au marafiki, ili na wenyewe waweze kufurahia kitu ambacho wewe umetengeneza. Bas, kama umejifunza kitu kupitia video hii, share na mwingine pia, usiache kulike, na kama bado hujasubscribe, fanya hivyo ili usipitwe na mapishi tofauti ya ice cream.